Tutaacha kuwa tunasema swala la amani, kwa sababu ni swala muhimu sana. Amani sio kitu cha kuchezea, amani ni kitu ambacho kinahitaji kutunzwa. Na ikiwa nyinyi mwahisi kwamba mmejaaliwa na Mungu mko katika amani, si mpaka muitunze? Kama hamuitunzi amani itachafuka. Mara nyingi ilikuwa nikitoa mfano kwamba amani ni sawa sawa na yai, ukilishika ulishike kwa uangalifu mkubwa likikuponyoka likaanguka lile yai litavunjika, na huwezi kulizoa. Na ndivyo amani inapokuwa imeharibika, kuirudisha kwake ni tabu sana. Na mfano mzuri, wewe safirisha tu fikra zako, mawazo yako, angalia nchi ambazo zimechafukiwa ni amani, zimerudi ile amani? Na hata zile ambazo tayari sasa kumeanza kutulia, mnaona bado wako katika raha maana Mwenyezi Mungu akawaamrisha Waislamu kwamba lazima mshukuru sana, na muabudu Mungu kwa neema ya amani, asema faliyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahu min ju' wa amanahu min khawf, anaambia Makureishi kwamba muabuduni Mungu wa al, Mungu wa nyumba hii Al-Kaaba, ambaye amekupeni amani na akakulisheni katika njaa. Watu wote wanapastahi mahala hapa, wanapaheshimu mahala hapa hawezi wakaleta vita mahala hapa. Mshukuruni huyo huyo Mungu aliofanya hivyo. Ile ni, ni mafunzo ya kwamba amani amai haitakiwi kuguswa. Sasa katika nchi yetu hatuwezi tukaachia achia tu hatu, hivi mtu anajaribu kuleta viashiria vya kuweza kuharibu amani, alafu sisi wenyewe hatuna neno, tumwangalia tu kawaida tu kwamba hivyo ndio sawa sawa, au maneno yasiyo kwa ya fikra, maneno ya mtu juhala anayeweza mtu kusema kwamba wacha kinuke. Sasa kishanuke ni maana kinini? wewe katika nchi atakaa shangazi yako, katika nchi atakaa babio, katika nchi patakalika tena mahali hapo? Hilo la kwanza, lakini la la pili la kufikiri, ambalo Mungu ametuambia katika Qur'an, ametuambia kila mara akituambia anataka tuzitumie vizuri zile akili zetu. Anasema afalata aqilun afala ham, hamtumii akili zenu nyinyi katika kufikiri mambo afala tatafakkarun hamfikiri vizuri mkaingia ndani katika kufikiri. Katika jambo lolote ukitaka kulifanya ni sharti ufikiri vizuri, idharatan tafala amran fatadabbar aqibata ukitaka kufanya jambo, fikiria mwisho wake. Mmefikiri vizuri mpaka mnaona tu ni mahala unaweza ukafanya jambo lolote, na, na hata likitokea halina neno. Tusighilibiwe, tusighilibiwe Waislamu na tusighilibiwe hata Watanzania wote, tusighilibiwe lazima tufikiri, mtu tumu assess yule mtu kwamba anatuambia nini, nini itatokea, faida yake ni ipi, tutakuwa katika hali gani baada ya kumfuata mtu huyo. Haya ndio mambo yanatakiwa watu watazame, na ndio Uislamu umetufundisha vitu vya namna hiyo. Nitaka kidogo nipasemee hapa, nitupe maneno haya kwa Waislamu na Watanzania ili tuelewe kwamba Mwenyezi Mungu ametujalia neema ya amani katika nchi, lakini lazima tuelewe tumezungukwa, alafu tuko katikati, tuko center Wenzetu waliotuzunguka wana amani? Wengi wao hawana amani. Wanakimbilia wapi? Tanzania. Ikichafuka Tanzania twenda wapi? Yalla jalalu. Lazima tuangalie, ni mambo muhimu sana. Hatakiwi kufatafata tu. Mtume alehu sallam amekataza, ame, ame, ame akasema, anawaambia a sahaba mmoja, wala takuni imaa, usiwe ngoma iko Yaani, usiwe mtu ambaye nikitokea jambo fulani, mimi niko pamoja fulani, ana maa fulani. Hapana, we mwenyewe utumie fikra zako katika kuona namna gani unaweza ukasababisha, e, machafuko katika nchi. Wa mudhamu nnari min mustasghari sharar, moto mkubwa asili yake cheche. Kama hata maneno hayo, moto mkubwa asili yake cheche kila unavyoiachia cheche kwamba haina neno, haina neno, ni cheche tu ya moto, haina neno. Baadaye kutatokea mlipuko mkubwa, haiwezekani kuuzima. Kwa hiyo tusikubali kabisa viashiria ambavyo vinaweza kutuharibia amani yetu katika nchi yetu nzuri ya Tanzania, na tuko katika mwaka mbaya ambao wanaweza wakatokezea watu wakaharibu amani. Mimi sina mahali pa kukimbilia, na mimi na hakika na wewe huna mahali pa kukimbilia kwa hiyo ni juu yetu basi, kama ni hivyo, kuitunza amani. Hatuna muda wa kuizungumza sana, inahitaji masaa mawili hivi kuizungumza ili watu waelewe nini amani na Uislamu umesemaje juu ya amani. Mwaka huu ni mwaka ambao tunaendea uchaguzi mkuu. Uchaguzi mkuu, nitakiwa sisi wenyewe tuwe na akili kuwachagua viongozi tunawataka watakao tufaa, Sio hivi hivi tu, yani haiwezekani muislamu akawa anajifanyia jambo hivi hivi tu. Hata Mungu anaumba lakini bado anachagua, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar, Mwenyezi Mungu anaumba atakacho, lakini pia anachagua. Kwa ina sisi lazima tuchague kitu kilicho kwa bora. Vitu viwili vikiwekwa, hiki bora, hiki si bora, unachotakiwa wewe ni kuitumia akili kuchagua bora, khalas. Hata Mwenyezi Mungu alipokuwa anaeleza dunia na akhera. Ameweka vitu viwili. Kaweka akhera hapa, akaweka dunia kushoto. Akasema kumwambia mtume na na msemo ule na tuenia sisi sote. Akasema, walal akhiratu khairu laka min alula. Akhera ni bora kwako e Muhammad kuliko ulimwengu. Afu akamwachia hapo. Utajua we mwenyewe ni kitu gani cha kuchagua, Lakini mimi kama Mungu nakwambia akhera bora kuliko ulimwengu. Sasa, kama utachagua wewe mwenye ulimwengu, si akili yako mbovu? Kama utachagua akhera, akhera si ndio jambo lilokuwa la bora? Hilo ndio kitu kilichokuwa bora. Tatu, katika mwaka wa uchaguzi viongozi tutakiwa kuwachagua kuanzia ngazi zote, iwe diwani, iwe wabunge, iwe rais, angalia yule mtu ambaye unamuona atakufaa na atakayeweza kukusaidia. Sio kujishagulia shagulia tu, unachekacheka tu, unafatafata tu, mtu kakwambia unakubali kubali tu. Uislamu hawi katika kitu cha namna hiyo. <tabit> Tulikuwa tunasoma zamani shuleni, kuna methali inasema kizuri cha jiuza kibaya khalas, wa ala llabibi takfihi lishara wanasema Warabu, mtu mwenye akili anaambiwa kidogo anaelewa sana. Hatuna haja kuendelea jingine, tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala katika mwaka huu, dua kwa wingi misikitini, tukiwa majumbani, tukiamka usiku kuswali, tumwombe Mwenyezi Mungu uchaguzi upite kwa salama na amani, na Mwenyezi Mungu atujalie tupate kheri na baraka katika nchi yetu, tupate viongozi wazuri watakao tufaa, ambao tumewachagua wenyewe kwa uchaguzi wetu wenyewe. Mwenyezi Mungu atupe baraka ya namna hiyo. Kipindi hiki tufanye sana dua, na viongozi wetu tulionao pia tuwaombee Mungu, viongozi wetu wetu wote waliopo, waliostaafu wali, tuwaombee Mungu na sisi wenyewe tujiombee Amesema Mtume, man daa li amirihi fakad daa linafsihi, anayemwombea kiongozi wake kajiombea mwenyewe. Wala sio kwamba kamwombea nani, kiongozi wake kajiombea mwenyewe kwa sababu kiongozi akitengenekewa, wewe raia na wewe unatengenekewa. Kiongozi akiharibikiwa, nchi nzima itaharibika. Sasa kwa ajili ya kujinusuru wewe unamwombea kiongozi wako ili na wewe pia upate kutengerekewa. Mheshimiwa Rais, tuna mengi sana tuliyopanga kuyazungumza lakini hatuna nafasi nayo katika kuyazungumza sasa, ni kuombe kwa heshima kubwa na taadhima uchukue nafasi uzungumze na Waislamu.